Tuanzie huku nchini Tanzania ambako kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini humo, Chadema, Tundu Lissu, inarejelewa tena hii leo kwa ajili ya usikilizwaji wa awali, kesi ambayo chama chake kinadai imechochewa kisiasa. Haya yanajiri, hapo jana mamlaka nchini humo zilimkamata kwa muda na kuagiza kurejeshwa nchini mwake mwanasheria na mwanasiasa wa upinzani nchini Kenya, Martha Karua, ambaye alienda nchini humo kwa ajili ya kufuatilia kesi ya Lissu. Akiwa katika uwanja wa ndege wa Mwalimu Julius Nyerere, Karua alikamatwa pamoja na wanasheria wengine wawili ambao nao walifukuzwa. Tunataka tukuambie kwamba kama raia wa Afrika Mashariki, na mimi ni mmoja wao, hatutapuuza hili. Mamlaka za CCM zinania kukiuka sheria na zina haja kuhakikisha kwamba Tundu Lissu anapata haki. Kwa Rais Samia Suluhu Hassan, futa mashtaka dhidi ya Tundu Lissu, koma kuangaisha uangalizi na kama waangalizi hatuna mchango wote kwa kile kinafanyika. Mashirika kima taifa, ula, ya kimataifa ikiwemo bunge la Umoja wa Ulaya yamekosoa kesi hiyo wakishinikiza mwanasiasa mwanasiasa huyo kuachiwa bila masharti.